Mama. O, mtidone, na pereka ofisini, ndiyo mteja anahitaji. Tunaandaa oda ya mteja, seti ya kabela nane zimeferi domu nne SRB hapo mbele zimekwisha, ndiyo zimeisha Sawa, haina shida. Mimi kwa jina naitwa ndugu Baraka Zambi, ni mkurugenzi wa CCTV na Nyanda za Juu Kusini. Ah, sisi tumefunga hapa SRB katika ofisi yetu, lakini pia tunaziuza kwa wateja wetu kamera hizi. Nadhani mmeona jinsi gani zinasaidia uendeshaji wa ofisi, zina two way talk, unaweza ukaongea na mtu wako, na motion detection kwa vehicle, pamoja na humans. Kwa hiyo kamera hii inatusaidia sana, kwanza sisi wenyewe kwenye uendeshaji wa ofisi yetu lakini pia inasaidia sana kwa wateja wetu. Wateja wetu walionunua hii kamera wametupa very positive feedback kwamba ni kamera sahihi kwa ajili ya management ya biashara, lakini pia ulinzi wakati wa usiku. Unaweza ukaiseti iweze kudetect hizo human and vehicle na kuleta siren, ndio maana tunaita SRB siren red blue. Kwa hiyo nawakaribisha sana tujipatie kamera hii ya SRB kwa sababu ni kamera bora kwa ajili uendeshaji wa biashara ya yako, lakini kwa ajili ya ulinzi wako. Karibuni sana. Mm.